Naitwa Noeli Maongezi ni mkazi wa wilaya Masasi mkoa wa Mtwara, lakini pia ni mwalimu kutoka mkoa wa Njombe, lakini najihusisha pia na sanaa ya uigizaji, kwa ambapo kwa sasa tumefanya tamthilia inaitwa My Profession, ambayo tamthilia hiyo imebeba dhamira kubwa ya elimu na dhamira zingine ndogo ndogo za kijamii ndani ya tamthilia zipo pia nimezungumzia swala la elimu kwa sababu kwanza ni msingi, ni msingi wa kila mwananchi kwa ajili ya swala zima la elimu, lakini pia katika ile tamthilia ya elimu nimezingatia sana kuiangalia taaluma ya nini, ya ualimu. Katika ta ile taaluma ya ualimu kuna mambo ya msingi nimezingatia, ya kwanza ya swala zima la kumsaidia mwalimu kumwepusha baadhi ya matatizo ili tasnia isiharibike, lakini la pili kwa ajili na mwalimu mwenyewe baadhi ya vitu aviepuke, ili tasnia ya elimu iendelee kuwa tu vizuri na isiharibike au isichafuliwe, ambalo tumelilenga kufikishia ujumbe katika tamthilia hili katika jamii mbalimbali, mfano kwa watoto na wakina mama. Ndani ya kazi ile pia kuna swala la unyanyasaji wa kijinsia kwa hiyo tumeangalia pia unyanyasaji kwa wakina mama au niseme wanawake, lakini pia watoto. Tumelenga mambo hayo na kutoa katika tahadhari ya kuyaonya asitokee, lakini pia tumejaribu kuangalia vitu ambavyo vina trendi sasa kitaifa, mfano swala la nishati safi. Ndani ya tamthilia utakuta vitu vya namna hiyo, lakini pia ndani ya tamthilia hiyo nizungumze kwenye swala zima la elimu, nimewalenga sasa hapo walimu. Kuna baadhi ya vitu wenye hii kada yakitendewa kazi, walimu tutakuwa tumejitoa sana au imetusaidia sana kuondoka kwenye matatizo. Mfano, kuna swala la ujazaji wa fomu wa fomu zile za matibabu kwa ajili ya wanafunzi wanapokuja kuanza, hasa nikitolea mfano kidato cha kwanza. Kuna taratibu wazazi wengi wakienda hospitali wanamwambia daktari ajaze nilu nilu nilu. Sasa jambo lile linapofika sekondari au linapofika sehemu za shule, mwalimu anaweza akatoa kazi ambayo kila mwanafunzi mwanafunzi akampatia, lakini kwa kujua zile fomu zimejazwa nilu, nilu, nilu. Kumbe mwanafunzi mwingine ni mgonjwa, mzazi alijaza nilu. Kesho na kesho kutwa anakuta yule mtoto anapata shida kwenye ile kazi aliyokuwa anafanya, mzazi anakuja kulalamika kwa nini mtoto wangu mmempa kazi wakati ni mgonjwa, lakini ukiangalia fomu imejazwa nilunilu. Kwa hiyo vitu kama vile vinaweza zikampelekea mwalimu akaja kupata shida au matatizo. Kwa hiyo vitu vina, vya namna hiyo tumevizungumzwa, sababu tunaona ni kama ni bomu ambalo linatembea, lisije likaaja kutuathiri walimu. Mimi nishazile shidi yake yeye bala kampenja junior. Nimekuja kutangaza tabia kali yako, Simba Sports Club, video Yanga Sports Club Mpira upo katikati leo mechi kati ya Simba Sports Club dhidi ya Yanga Sports Club. Mpira upo katikati kule namwona nani? Steven Dese Mkwala. Steven Dese Mkwala anafinya na chenga nampa janshale hua janshale hua anapiga mbele kule michukua Yanga African. Na mwona Chama Clatous. Chama nampa pakome pedo zuzwa ame Mtoto wa Ilinga anawatanguliza Yanga African. Yanga African moja. Simba Sports Club moja, nje ya kipaji ya kutangaza pia na kipaji cha kuigiza katika kipande nimeki kimeninogea ambayo baba yangu mimi alinitelekeza na nilisema kama baba alinitelekeza na niacha mama, mama ana hela aninunulie penseli aninunulie daftari, nilimwambia hivyo. Tukija kuzungumzia kuhusu swala la kipaji cha mtoto Shazil, aka yake anajiita Baraka Mpenja Junior. Uh, huyu alitukabidhi mzazi wake, uh, baba yake na tunashukuru Mungu ametusapoti katika hilo, kuwa naye karibu mwanaye na tokea hapo, tukaanza kumwongezea ujuzi zaidi na zaidi. Amsilia yetu ya My Professional tumeweza kuifikisha katika media mbalimbali mbali, ambazo Mungu akipenda, mambo yakiwa sawa, basi naamini walaji wajiandae, wajiandae kwa sababu kuna vitu vingi tumezungumzia, mambo ya afya, mambo ya elimu na jamii kwa ujumla tumeigusa.